Karibu katika Leghela TV uko nami mtangazaji wako Mwanali na leo katika pita pita zangu, nikapita kwenye chuo cha DSJ, chuo cha Dar es Salaam School of Journalism, chuo cha uandishi wa habari. Nilipofika pale mapokezi yalikuwa mazuri, lakini nikaenda moja kwa moja kwenye studio za chuo hicho. E bwana, tuangalie jinsi mazingira ya studio yalivyo. Nikakutana na mwanadada mzuri sana anaitwa Halima binti Suleima. Jina fulani hivi wenyewe kwa Waislamu wanaita jina la la mitume Suleiman, na pia alitueleza jinsi gani anavyopokea wageni kama mimi nilivyopokelewa ndani ya studio zake, yaani auwao, wow! Ilikuwa wonderful wakati napokelewa. Kwa jina anaitwa Halima Suleiman, ni mwanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari DSJ, lakini pia ni kiongozi katika studio ya redio. Kwa chuoni kwetu hapa, huwa tunapokea wageni mbalimbali, hasa wageni wapya au wanafunzi wapya wanaokuja kila baada ya miezi minne au intake mpya ambazo zinakuja kila baada ya miezi minne. Kwa hiyo tunapokea na kuwaleta hapa studioni kwetu na kuwaelekeza matumizi mbalimbali ya mbali hapa studio, mfano hapa production, matumizi ya vifaa na kuingia kule on air ya matumizi yake yote pia tunapokea wageni mbalimbali kutokana na programu zinazoendelea hapa au vipindi ambavyo vinafanyika hapa studioni kwetu, ambao ni studio ya redio a. Mfano a vipindi hivyo ambavyo vinaendelea hapa studioni kwetu ni vipindi maalum. Kuna vipindi vya michezo kuna vipindi vya burudani au entertainment. Kwa tunapokea wageni hao vizuri na kuwaweka karibu na watangazaji wetu au wanafunzi ambao wako hapa ambao wanajifunza. Kwa tunaleta wao wageni mbalimbali, ili wanafunzi wapate experience ya kufanya vipindi vizuri, na pia wageni hao tunawaengage vizuri pamoja na wa, waandishi wetu au watangazaji wetu, ili wajihisi wako vizuri, wako comfortable wakiingia pa studioni kwetu lakini pia tunawafanya wajihisi comfortable wajihisi wako nyumbani, maana hapa studioni kwetu ni kama nyumbani tu kwao, tunawaelekeza kila kitu na kuwapokea vizuri. Alitujulisha pia changamoto gani anazopitia, jinsi ya kuelekeza wanafunzi wapya wanaokuja au wageni mbalimbali wanaofika studioni hapa. Changamoto ni nyingi hapa studio, lakini nitazungumzia chache. Mfano um, wanafunzi hawafati sheria za hapa studio. Baadhi ya wanafunzi, sio wote, wanakuwa hawafati sheria ambazo tumeziweka hapa studio. Unakuta mtu anafanya kazi yake, tumeweka kwamba taa nyekundu, mtu haruhusiwi kuingia, labda mtu anafanya kazi kazi, na taa ya kijani, unaruhusiwa kuingia, hakuna kazi inayofanyika. Kwa baadhi ya wanafunzi hawafati sheria hizo. Sheria nyingine ambayo tumeweka kuni mtu kutoingia na chakula au maji, ili kuepusha wale wadudu huku studio, kwa sababu wa endapo wadudu wakiwa wengi huko studio itakuwa sio nzuri na wanafunzi watakuwa hawawezi kufanya kazi zao kwa sababu kunakuwa kuchafu. Kwa, kwa wanafunzi wengi hawafuati sheria hiyo. Lakini pia changamoto nyingine ni wanafunzi wanakuja na kazi nusunusu au kuja kufanya kazi nusunusu kwao, wananipa mimi kazi kubwa ya kwanza kufikiria tena namna ya kufanya ile kazi, wananilia na mimi, muda wangu kwa, na mimi nakuwa na kazi nyingi za kufanya, kwa hiyo naanza tena kudili na kazi yake tena, kuanza au pia kuichanganua, kui na kutoa au kuweka hiki, ufanya hiki, ifanye. Kwa hiyo, hiyo ni moja ya changamoto ambayo naipata hapa studio. Na pia da producer alitueleza faida anazozipata pindi anapokalia kile kiti chake cha producer na kufanya mambo yake. Faida ni nyingi ambazo nimezipata kama kiongozi hapa au producer, kwa sababu uongozi sio kazi rahisi. Kumwelekeza mtu sio kazi rahisi. Unakuta kuna mtu mwingine ni amekuzidi umri, kwa kumwelekeza mimi kama hivi umri wangu ni mdogo, kwa kumwelekeza mtu mzima ni kazi, lakini nimejifunza namna kukaa, kukaanao vizuri na kuelekeza. Lakini pia nimepata faida nyingine ya kujua vitu mbalimbali ujuzi wa, wa, kama producer hata nitakapoenda katika media nyingine au katika taasisi nyingine za za kihabari naweza nikatoa nika huo ujuzi wangu ambao nimeupata hapa chuoni kwetu na kufanya vizuri lakini pia nimeweza kujuana na watu mbalimbali mbali, wagine ambao tunawaleta hapa kwa ajili ya programu zetu au vipindi vyetu ambao vinaendelea hapa chuoni kwetu, kwao nimepata kujuana nao vizuri kwa hata nitakapokutana nao huko nje sitakuwa mgeni tena, nitakuwa nafahamiana nao vizuri. Na alitoa ushauri kwa wanafunzi ambao wanatamani kuwa kama yeye, ambao wana ndoto za kujifunza mambo mengi mengi kupitia production. cha kuwashauri wanafunzi walioko hapa chuoni, au kwa intake ambazo zinakuja hapa, kwa hiyo niwaambie kwamba uh, wasikate tamaa wasione ugumu kujifunza mambo ya production au kujifunza vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea hapa studio. Wasio wavivu waje wajifunze, nipo nitawaelekeza. Kuna watu wengine wanaona kwamba huyu ni mdogo kwangu, au hata nifundishaje? Mimi nimemzidi umri. Kwa hiyo umri ni namba tu, kwa hiyo ujuzi anaweza kupewa mtu yoyote. E bwana e, na hii ilikuwa ni Legera TV, nami mtangazaji wako Mwanali nilikwambia, nitakuhabarisha nitakuburudisha, na pia nitakufundisha na nitakujuza. Na leo nimekuja na tips kama hii kukujuza jinsi maswara gani mimi nilokuwa nyuma ya kamera, sauti yangu inavyopandishwa na kushusha sauti, inavyochakachuliwa hadi kuwa na kuwa nzuri sana mwanadada anashughulika na mambo hayo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike, dondosha komenti yako hapa.